Leo, nimekuletea faida kadha wa kadha ya majani ya mpera. Ungana nami mpaka mwisho. Faida ya kwanza. Chai ya majani ya mpera inasaidia mwili kuwa stable. Inasaidia madini ya carbohydrate yasigeuzwe kuwa sukari ndani ya mwili, hivyo kupunguza hamu ya kula. Faida ya pili, chai ya majani ya mpera pia inashusha kiwango cha sukari mwilini na kuzuia mwili kuondoa insulini. Kwa sababu ya hii, wagonjwa wa sukari wanashauriwa kutumia mara kwa mara chai ya majani ya mpera badala ya kutumia majani ya yaliyozoeleka. Jenga utaratibu wa kuchuma majani ya mpera, chemshia kwenye chai yako kila siku asubuhi, kunywa utapata matokeo mazuri. Namba tatu, chai ya majani ya mpera hupunguza rehemu mbaya, kwa kitaalamu wanaita bad cholesterol, bila kuzuru rehemu nzuri. Namba nne, chai hii ina nguvu ya kudhibiti vijidudu vya magonjwa mwilini, hasa kuzuia magonjwa ya kuharisha na kipindupindu kabisa. Kama una tatizo la kuhara na unataka ufunge haraka, tafuna majani ya mpera ama chemsha kama chai, halafu kunywa hata kama ni mwanao ana shida ya kuharisha, ameharisha sana, unaona mpaka anaishiwa nguvu, unataka kumfungie. Usihangaike kwenda kutafuta dawa hospitali, ili hali una mti wa mpera kwako. Chuma majani ya mpera, yachemshe, mpe anywe. Ukipenda zaidi unaweza ukamwogesha, lakini kitendo cha yeye kunywa, hata dakika kumi zitakuwa nyingi, atakuwa ameacha mara moja kuharisha. Namba tano, chai hii inasitisha mchafuko wa tumbo na pia inasaidia kukabili madhara yaletwayo na chakula chenye sumu kabisa. Ili upate mvurugiko wa tumbo ama kuhara, ni lazima uwe umekunywa ama kula kitu chochote kibaya chenye sumu aidha, au kitu ambacho kina bakteria wengi sana. Kwa hiyo kitasababisha mchafuko wa tumbo, utahara sana, pengine tumbo kuunguruma. Hivyo tiba kubwa ni majani ya mpera. Chuma majani yako ya mpera, chemsha, kunywa kama chai ama chuma majani yako ya mpera, tafuna. Itakusaidia sana kusitisha mchafuko wa tumbo na pia itasaidia kukabili madhara yaletwayo na chakula chenye sumu. Namba sita. Chai hii hutibu kuona na kupumua kwa taabu. Kama una shida kwenye mfumo wako wa upumuaji, jenga utaratibu wa kutafuna majani ya mpera, yatakusaidia pia au kuna wengine ukikuta ukilala chali unapumua kwa tabu, pua zinaziba, jipo utamaduni wa kutafuna majani ya mpera ama chemsha chai ya majani ya mpera, itakusaidia sana kuweza kuzuia tatizo hilo. Namba saba, upatapo uvimbe wa fizi na maumivu mdomoni kama jino kuuma, tafuna majani ya mpera. Hii pia inaenda sambamba na wale ambao wanatokwa na damu kwenye fizi Ukipitisha mswaki kidogo damu zinatoka mara uvimbe, majani ya mpera ndo suluhisho ya matatizo hayo. Tafuna majani ya mpera ama chemsha kunywa kama chai, utasaidia. Namba nane, kwa matatizo ya homa ya dengue, chemsha glasi mbili na nusu na majani ya mpera, kadri majani kama tisa hivi, au unaweza ukakadiria majani kumi lakini yasiwe mengi sana, anzia majani tisa mpaka kumi au kumi na moja yaweke kwenye jiko mpaka maji yakishachemka vizuri. Yakichemka vizuri na yakabakia maji nusu ya ujazo wa awali ulivyoweka, ipua sasa, tumia maji hayo yatakusaidia sana. Namba tisa, chai ya majani ya mpera Imefahamika kutibu kansa ya prostate kwa wanaume. Siku hizi kuna kansa nyingi sana katika mwili wa binadamu. Zipo kansa zinazowakabili wanawake, kansa za matiti na kadhalika, lakini pia kwa wanaume kuna kansa mbalimbali. Hivyo kwa jinsia zote mbili, tunashauriwa kujenga utaratibu wa kutumia majani ya mpera, yana faida kubwa sana kwenye afya zetu. Namba kumi, chai hii ya majani ya mpera inasaidia kwa wanaume wenye tatizo la kuzalisha. Kwa kitaalamu inaitwa infertility, yani hali ambayo hauwezi kurutubisha yai la mwanamke. Kwa hiyo unashauriwa kutumia majani ya mpera. Ya mpera yanaimarisha sana mfumo wako wa kizazi na kuweza kutoa mbegu zenye rutuba na mwisho wa siku unaweza kutungisha mimba. kumi na moja. Majani ya mpera yanasaidia sana katika kutibu vidonda ama maumivu yoyote. Umejikata au umekwaruzika sehemu, nini cha kufanya? Ponda majani ya mpera na kisha weka sehemu ya kidonda au iliyokatika kuondoa maambukizi. Kwa maumivu nje ya sikio, tumia chai ya majani ya mpera, tia matone ya chai iliyopoa kwenye sehemu iliyoasilika, na utapata matokeo chanya ndani ya muda mfupi. Pia majani ya mpera hupondwa na kupakwa eneo lenye muwasho uletwao na allergy. watu wengi wanasumbuka na allergy. Kwa hiyo suluhisho kubwa ni majani ya mpera, yatakupa matokeo mazuri ndani ya muda mfupi sana. Jambo jingine, unapoumwa na wadudu, majani yaliyopondwa ni tiba sahihi. Kuna wadudu wengi sana, wadudu watambao na wadudu walukwao. Umeng'atwa, umeumwa Umeung'wa na nge pengine nyoka, kwa bahati mbaya, harakaharaka kama kuna mtu, majani ya mpera chukua, ya pondeponde, kisha paka sehemu uliong'atwa ama kuumwa, itakusaidia sana. Majani ya mpera yanasaidia kupigana na mba na chunusi kutokana na wingi wake wa vitamini C. Vijana wengi wanatabika sana na chunusi na mba Hatimaye inawapelekea kununua madawa mengi ikiwa ni pamoja na losheni, sabuni kwa ajili ya kuondoa chunusi na mba. Suluhisho la mba na chunusi ni majani ya mpera, yachukue ya pondeponde ama ya sagesage, alafu hakikisha unapaka kila siku unapotoka kuoga, hasa nyakati za usiku, paka nenda kalale. Ukifanya hivi ndani ya siku saba mba wala chunusi vitakuwa ni historia kwako. Kingine, haya majani ya mpera huondoa madoa meusi kwenye ngozi. Ponda majani ya mpera, changanya na maji kiasi na upake badala ya dawa za kawaida, utapata matokeo ndani ya muda mfupi sana. Pia majani ya mpera yanaondoa tatizo la kukatika kwa nywele. Nini cha kufanya? Chemsha majani kisha wacha yapoe na ukande kwenye paji na eneo la ngozi taratibu kwa dakika kumi na tano. Wacha kwa dakika 30, kisha isha hayo maji masafi bila shampoo au sabuni. Fanya hivyo mara tatu kila wiki. Wengi wanauliza namna ya kuitengeneza chai ya majani ya mpera. Kuna namna mbili, aidha chemsha maji kama glasi nne mpaka yachemke sana kwa majani kama kumi ya mpera weka ndani ya maji ya moto alafu funika kwa dakika kumi hadi dakika kumi na tano kisha koroga, chuja chai yako tayari. Aina ya pili ni chemsha maji hayo pamoja na majani yakiwa ndani, ikitokota ondoa kwa moto, wacha kwa dakika kumi hadi kumi na tano kisha chuja, chai itakuwa tayari. Waweza kutumia majani yaliyokauka pia. Kabla sijasahau, ni vizuri zaidi ukichanganya na asali badala ya sukari. Mwisho kabisa na kukumbusha kusubscribe, kulike na kucomment, toa maoni yako, subscribe pia share ili kusudi watu wengi sana waweze kuipata hii elimu na ili uwe wa kwanza kupata makala nyingine nzuri za kiafya zinapotoka.